Iki mchezo ule wanacheza kwa nafasi, dakika kumi zimekuwa bora kwa upande wao. Mpira umewekwa katika njia ya Prince Dube Dube Rong Sail kwa Zuberi Foba, alitokea kufuata mpira, jambo limekuwa tofauti ni Young Africans kwa komzuzwa kwa na sita kipaji faida ya kukimbia nyuma ya mlinzi Prince mpume lelo dube akaukati kama unaenda nje hivi, lakini Pacome Zouzoua alikuwepo pale na akasema bola ni umie, lakini si wananchi wakose goli la kwanza. Ukiona bleach kichwani, sio mvi, ni maarifa. Hayo ni huyu fundi kutoka Ivory Coast, nchi ambayo imemzalisha Yaya Toure, kiungo bora kutokea ulimwenguni

pasi Mudathiri Yahya basi auta pasi, ime pokelewa Dube <laughs> ana wazuru wenyewe. Wow, oh! wao ndio waliomtambulisha katika kandanda ya Tanzania ni oria ni jeshi Prince Dube anamnyanyua raisi wa Young Africans Injinia Hersi Said Plinsi Mpumelelo Dube, pasi nzuri zilizoanza kugongwa kwenye eneo la kati, lakini autopasi ya mudasiriaya bas, plinsi Mpumelelo Dube anachagua kupiga kwa eneo la ndani la mguu fapos, zubeli foba anakunjua mbavu, anashindwa wanashindwa kufikia, inakaa katika neti na ni bao la pili, lakini ni bao ambalo limepikwa hapa hapa Chamazi tu ilikuwa inaruhusu. Faisal Salum Abdallah yuko pale, ameulinda mpira, yeye sio askali ingawaje kapita JKU. Mpira bado upo katika kona AK na mwamuzi anatoa faida uelekezo lango la Young Africans. Sifai Toto na Ibrahim Hamad baka hao wote ni Zanzibar Heroes, lakini wote ni nyota wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini kama haitoshi, Faisal ni mchezaji bora wa kombe la CRDB msimu jana, unajaza ndani bao Azam FC Lusajo Mwaikenda kapteni anaonesha kwa mifano, akimduaza Jigijara yupo chini. Wanaongoza lakini hawana furaha. Jigijara yuko chini, anaangalia ana hiki ni nini hiki na ghafla imekuwaje? Naweza kumzuia kwenye yote, lakini timu inaweza ikafungwa, siyo yeye. Faisal Salum Abdalla kwa mpira wa kutenga, kona fupi aliyoianzisha kwenye eneo la kwanza.